Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na kitu ambacho kimehappeni huko mtandaoni. Bwana, ni kwamba ile challenge ya kununua iPhone 17 inazidi kushika atamu, yaani inazidi kutrend, inazidi kuzungumziwa huko mtandaoni kama unakumbuka vizuri, ni kwamba Nandy ndiye wa kwanza kabisa kuonekana na iPhone 17 ndani. Watu wengine nao pia tukaanza kuona wakiwa wanaposti, na sababu ni kwamba Nandy bwana, mumewe tunamzungumzia Bill Nas bwana, ni mmiliki wa duka la iPhone hapa Bongo, kwa hiyo wao wakawa wa kwanza kabisa kuzimiliki. Sasa kitu ambacho kime make headline this time around ni kwamba e, baada ya Nandy e, kuposti kabla ya watu wengine, baada ya watu wengine wengi wote kuposti pia wakiwa wamenunua iPhone hizo, kama nitakavyokuelezea hapo baadaye, ni kwamba Nandy bwana ameamua kuvunja rekodi sasa. Amemnunulia binti yake naya iPhone 17 Pro Max ile ya orange na hii bwana, sio kwamba eti ni masiara masiara, ni kweli kabisa. Binti video yake imevuja huko mtandaoni akiwa anafungua iPhone 17. Eee, na watu na ndugu jamaa na marafiki walikuwa pale kwa ajili ya kushuhudia tukio hilo, wakati binti wa Nandi e, naya anafungua hiyo iPhone 17. Na kwa mujibu wa Nandi mwenyewe anadai kwamba bwana babake ndiye amemnunulia, jambo ambalo limefanya wadau mbalimbali mbali huko mtandaoni bwana wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiyo situation. So kila mtu hapa amekuja kuweka comment yake. Kuna mtu amesema kwamba bwana hapa mama baba wote wapumbavu. Imekuwa je, wanamnunulia mtoto iPhone 17 kwa mtu mwingine? Ao ndo maisha ya mitandao, ndivyo hivyo yalivyo kiukweli. Wala isikuchanganye ndugu yangu, soma comment, endelea na maisha yako. Kuna mtu hapa amekuja amecomment kwamba watajijua wenyewe na maisha yao. Kuna mwingine hapa amekuja ameandika levels. Kuna mwingine amezoea kusema bwana, haya sasa, hii ni kiki tu, kesho tena utasikia wameposti kwamba mtoto amevunja hiyo iPhone. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, endelea kufuatilia. Kuna watu wengine kibao, hata wakina Mario nao pia tumeona wamenua na watu wengine wengi sana wamenunua iPhone 17, hapa town. Aa, tajiri yangu Analetea simu ya eh? Kama mifanye? Umesema mimi. Ah, babe, asante, nashukuru sana. Mungu akubariki. Au kuongeza ulipopunguza ipopunguza. Oh my gosh. You're so beautiful by the way. Unanjaza I love you, baby. I love you. Ya, so hiyo ilikuwa ni moment ya Mario akiwa namshukuru Paula kwa kumnunulia iPhone 17, lakini pia vilevile sio tu Mario na Paula eh, tukamwona pia bibie Kajala bibi Amara mwenyewe naye eh, kupitia ukurasa wa Instagram wa muuzaji au msambazaji wa hizo simu naye alipostiwa akiwa amereceive simu yake mpya kabisa ya iPhone 17 kwa sababu tumeona kwamba watu wamevutiwa sana na hizi simu kutokana na kwamba, eh, to toleo hili la iPhone liko kidogo na utofauti na iPhone zingine. bei ni kubwa eh, ni zaidi ya milioni tatu, lakini pia vilevile vile ni kwamba the way ambavyo camera arrangement ambayo ipo nyuma ya simu hizi ni macho matatu, lakini eh, flash pamoja na sensor zimewekwa pembeni kidogo. Kwa hiyo kuna utofauti ukilinganisha hii na, na, toleo mengi, na matoleo mengine ya iPhone ambayo pia yana macho matatu nyuma, ukianzia iPhone 12, 13, 14, 15 eh, ziko na muonekano tofauti kabisa na hizi matoleo mengine haya ya kamera hizo za macho matatu kwenye iPhone hizo zilizopita. <muchas> Kwa hiyo hiyo imekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vimepelekea eh, kuwavutia watu wengi sana yaani, ni moja kati ya vitu ambavyo vimeleta sifa eh, za wadau mbalimbali kuona kwamba hii ni simu ya kipekee. Kwa hiyo watu wengi sana wametokea kununua kutokana na hiyo eh, features ambazo zimekuwa ni za kitofauti kidogo, lakini pia hata kwenye upande wa kala Uh, bwana, hizi iPhone 17 zimekuja na rangi nyingine mpya kabisa ambayo ni orange. Ukilinganisha na simu zingine za iPhone hazijawaigi kuaga na hiyo rangi, kwa hiyo hii bwana imekuwa ni moja kati ya sababu nyingine wadau wengi sana kutokea kuvutiwa kununua simu hizo, kwa sababu sasa hivi ukionekana tu na iPhone ya orange, basi inaeleweka kabisa kwamba hiyo ni iPhone 17. Kwa hiyo pia ni moja kati ya sababu ambazo zimefanya watu wengi sana kutokea kununua simu hizo. Lakini ukichana na hilo pia, baada ya Mario naye pia kuposti, tukamwona Kajala naye pia, kama alivyokuambia hapo awali, naye pia amenunua iPhone 17. Eh. Shukran sana tajiri, rangi matatu, rangi matatu. Ya so huyo alikuwa ni Kajala naye pia wakati ana receive iPhone 17. Ukachana na Kajala bwana, mtu mwingine alikuwa ni Aristote, ambapo Aristote bwana, yeye kwa namna moja au nyingine eh, kuna ujumbe hapa kutoka kwa Chief Goodlove, ambaye yeye bwana amekuja na pia ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa anadai kwamba eh, bwana ukiona mtoto wa kiume anaringisha iPhone 17 mchunguzeni vizuri, anaweza akawa na tatizo mahali. IPhone ina ma, eh, ameandika kwamba mchunguzeni, anaweza akawa na tatizo mahali, iPhone ni wanawake wanatakiwa kuringisha. Just imagine pete yangu ya gold mkononi eh, inanunua hizo simu za iPhone 17 Pro Max 5 na chaji na chenji inabaki tena. Wanawake walionunu, walionunuliwa na wapenzi wao, sio walionunuliwa, sio waliojinunulia eh, wenyewe. Ukiona mwanaume anaringisha simu, huyo hana tofauti na wanawake. Huo ni ujumbe wa iPhone 17 kutoka kwa Chief Goodlove, akiwa ameandika hivyo kwamba ukiona mtoto wa kiume anaringisha iPhone 17 bwana huko mtandaoni, ujue kabisa kwamba mumchunguze, eh, hayuko sawa. Sasa ujumbe huu bwana, watu wameuhusisha moja kwa moja na Aristote, kwa sababu Aristote bwana ndiye mtoto wa kiume pekee au mvulana pekee ambaye ameposti mtandaoni video akiwa naye pia analingisha iPhone 17 mara tu baada ya kuinunua. Sasa ujumbe huu wa Chief Godlove moja kwa moja watu wameona kama vile ulikuwa unamlenga eh Aristote. Kama ujaiona hiyo video, nataka hapo usikilize kidogo tu. Kwa ufupi, Aristote baada ya yeye pia naye kununua iPhone 17 1TB alivyokuwa akijitamba huko mtandaoni. Jamani eh iPhone. Ukiambia watu wanunue simu, wanakuambia sijui, tunasubiri baada ya mwezi, baada ya wiki mbili zitashuka bei. Ujawa na hela, uwezi kusubiri, hey, na chat. Uwezi kusubiri yeah, simu